Walimu wamefanya kazi kubwa sana, kwa tutoe wito tu kwa mashirika mashirika, watu binafsi, uh, na wadau mbalimbali wa elimu waweze kusaidia ili kufanikisha zoezi hili. Na walimu hawa unaweza kuona kabisa ni walimu ambao uh, mwanzoni unakuta walikuwa unakuta wamekata tamaa, lakini kwa mradi huu unaona kabisa kama matumaini yameanza kuja kwa sababu pamoja kwa na kwamba wana wito lakini wanapaswa angalau wapate chochote kitu. Kwa ndo hivyo, tunatoa wito watu waweze kujitokeza, watu waweze kufanya, ili tuweze kufika mbali na pale tutakapo tunapopiga hodi kwenye ofisi za serikali au watu wenye mamlaka waweze kutupokea, watusikilize, ili walimu hawa waweze kusaidika, hawa walimu kulingana na ugumu wa maisha maisha yanavyoenda kwa sasa hivi sisi kama shirika tuliwaza walau kila mwalimu tumlipe hela ndogo tu ya sabuni laki nne. Moja ya changamoto kubwa sana ni swala zima la financial na swala ya kifedha, nakuta shule nyingi, mfano katika shule hii ambayo mimi niko nafundisha, kidogo maripo inakuwa ni changamoto, kizingatia pia ni shule ya kata ambayo pia haina miradi kusema kwamba ina mradi ambao unaweza kuzalisha fedha kwa ajili ya malipo. Hata kama utakuwepo, lakini mengi amini yanaweza kuwa yakifanyika yanayohusiana na shule, na hakuna kiwango ambacho ni constant kwamba kila mwisho wa mwezi utapewa kiasi kadhaa ambacho pengine inaweza kuwa labda kama mkataba. Hapana, hakipo. Hiyo ni changamoto, changamoto kubwa sana. Changamoto nyingine ni kwamba wakuu wa shule wanakuwa ni wagumu sana kuweza kutoa mikataba hawezi kukupa mkataba kwamba wewe kwa utakuwepo hapa kwa muda fulani na tumesainiana kwamba nitakulipa kiasi kadhaa, sababu so, ukikupa mkataba yeye mwenyewe pia anakuwa ameingia katika kifungo. So, sawa, kwa maana kwamba unaweza kufanya jambo. Aa, pengine mkataba ukamfunga yeye kusema kwamba labda kumstopisha kuachisha kazi, na asimamishe mkataba wako, kidogo inaweza kwenda kumfunga. Kwa hiyo, kwa wengi wanakuwa wagumu kuweza kutoa mkataba, kwa maana ili awe free kuweza kukutolea maamuzi ya namna hiyo ni changamoto kwa sababu muda mwingi baba uko shule yetu na kufundisha unawaza utapata wapi fedha ya kuendesha familia. Kwa hiyo na majukumu mengine kama sabuni na mahitaji mengine ya nyumbani. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwa sababu shule haina kifungu rasmi ambacho kimetengwa kwa ajili ya kulipa walimu wanaojitolea na shuleni. Kwa hiyo ni changamoto inayotukumba, hiyo ni changamoto kubwa. Lakini kwa sababu tuna wito unajikuta unaendelea kuwasaidia.